Watanzania tuamkeni, ndugu zangu wa kitanzania tuamkeni, tusiwe mambumbumbu na watu wa kulishwa matango pore na stori za kutengeneza, ilhali tunajua ukweli unaoendelea. Watanzania hivi sasa, watu ambao hawataki kuona taifa letu kuwa na amani, kuwa na utulivu, kuwa na ushirikiano, kuwa na upendo, wanatengeneza kila aina ya triki kuaminisha wananchi wa kitanzania kuwa taifa letu liko hivyo tumeona. Na kama una akili zako na kama unaona kinachoendelea basi, utajua hizi ni triki za wanachadema wameanza kutengeneza sasa hivi, naenda hii siku wa tatu au siku wa nne, kwa mwendo wa kasi, haiko sawa kwa kujaza watu, kwa kuaminisha watu kuwa hawa watu waliopanda mwendo wa kasi wanaenda wanaenda zao makazini hawa watu waliopanda ndani ya mwendo wa kasi kujazana vila, wanaenda katika pirika zao. Lakini utaona kuwa wanaorekodi video hizo, wanaojazana kwenye vituo na kujaza kujaza zile mwendo wa kasi ni wale wale ambao wanatuletea propaganda katika mitandao, hili linalokwenda na hili wanaotengeneza sasa hivi. Serikali tusivumbie mtu macho, tusioneane aibu. Lazima twende tukasimame tukaondoe pumbavu huu ambao Chadema sasa hivi wametengeneza. Wameanza kuharibu vitu vya serikali kwa kupiga mawe mabasi ya mwendo wa kasi. Tumeona Magomeni walioyafanya. Hawa si wananchi ambao wale wanaotoka majumbani kwao na kwenda kufanya harakati zao. Hawa ni magrupu yao, waliwatengeneza kwenda kutengeneza klipu kuonekana mwendo wa kasi haiko sawa na kuchochea vurugu katika taifa letu. Watanzania, tuamkeni tusikubali kabisa kutumika na kwenda kuchafua taifa letu. Serikali yetu inajitahidi kwa kila aina njia kuweza kufanya taifa letu kwenda katika njia iliyo sahihi. Mwendo wa kasi imekuja kabla ya madadala yalivyokuwa yanajazana. Tunaona madadala yalivyokuwa jazana yalivyojazana. Serikali yetu ilitafuta njia sahihi ya kutaka kuondosha foleni na vurugu katika mabasi. Ndio maana wakaleta mwendo wa kasi. Serikali yetu inajitahidi sana sana sana, hususan serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naiomba serikali yangu kutolea macho upumbavu huu unaoendelea, kuwashughulikia wale wote kuwashughulikia wale wote, narejea tena kuwashughulikia tena wale wote waliokusudia kuharibu miundombinu yetu ya serikali. Tukiwaita hawa watu majasusi, tukiwaita hawa materoristi, tukiwaita hawa watu wavunjifu wa amani. Nyinyi mnamchukia, lazima tutengeneze. Huwezi kupanda ndani ya mwendo wa kasi ukasema fiti ndulisu, huwezi kupanda mwendo wa kasi ukasema hatuitaki sehemu. Hawa ni CHADEMA wanaotaka kutuharibia amani yetu, taifa letu. Serikali, naomba washughulikiwe watu hawa, na yoyote ambayo anayojaribu